Tukiwa tunaendelea na darsa yetu ya tafsiri ya Qur'an, na leo hii tunaendelea ndani ya Suratul Baqara, sura ambayo tumetangulia kuzipita aya tano katika darsa iliyotangulia, na leo insha Allahu taala tutaanzia aya ya sita. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatambulisha juu ya ubaya wa watu waliokufuru ambao tayari kukufuru kwao umechukua nafasi kubwa kabisa ya kumkanusha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kiasi ya kwamba kuna matokeo ambayo yanajiri ya kutokana na kufuru zao. Audhu billahi min ash-shaytani rajim, bismillahi rahmani rrahim. Inna lladhina kafaruu, hakika wale waliokufuru. Sawaun alayhim, ni sawa kwa wao aandhartahum ukiwaonya, am lam tundhirhum, au usipowaonya, la yu'minun, hawaamini. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia waliokufuru, kwao haijalishi umewaonya, haijalishi kwamba hujawaonya, kwao ni sawa. Kuwaonya na kutokuwaonya ni sawa, kwa sababu matokeo yake katika kuwaonya kwao ni sawasawa kwamba hujawaonya, kwa sababu wao hawaamini. Tayari nyoyo zao nafsi zao si za kupokea maonyo, tayari ni watu ambao wameshatokomea katika upotovu ambao wao kwao hawaonyeki wala hawafahamishiki. inna alladhina kafaruu, hakika wale waliokufuru. sawaun alaihim, ni sawasawa sawa kwao. andhartahum ikiwa utawaonya, am lam tundhirhum, au usipowaonya, la yuminun, hawaamini. Na hichi ni kiwango kibaya kabisa cha kufru, kiasi kwamba wewe husikii lolote, wewe hufahamishiki, wewe unakubali. Eh, huko uliko sawa tu, itakavyokuwa na iwe. Maanaake mwanadamu hata anapotoka katika mstari, kupotea kiasi cha kuacha njia sawasawa anapoonywa, basi atakiwa arudi kwenye mstari, kwamba kweli hapa nimeambiwa na ninayoambiwa ni haki. Lakini huyu tayari amefikia kiwango kikubwa cha ukufuru kiasi kwamba kwake maonyo hayafai kitu. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya saba anatwambia, khatama Allahu ala qulubihim, amepiga muhuri Mwenyezi Mungu katika nyoyo zao, wa ala sam'ihim na katika masikio yao eh, juu ya masikio yao. Waala absarihim, na juu ya macho yao. Ghishawatun, kuna kifuniko ghishawatun, kuna kifuniko. Walahum adhabun adhim, watapata wao adhabu iliyokubwa. Msikilizi, Mwenyezi Mungu anavyotuonesha watu hawa sifa yao, kwa kuwa kufuru zao zimefikia kiwango hicho Allah subhanahu wa taala anasema khatama allahu ala, ala qulubihim, ameshapiga muhuri Mwenyezi Mungu juu ya nyoyo zao. Wa ala sam'ihim, na juu ya masikio yao. Wa ala absarihim, na juu ya macho yao. Ghishawatun, kuna kifuniko eh, tayari kumeshazibwa, hakuingi lolote. Walahum adhabun adhim, na watapata wa adhabu iliyokubwa tayari madhambi yao yamefunika eh, yamefunika katika viungo vyao vya fahamu, na ndiyo sifa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema katika Suratul Mutaffifin, kalla, sivyo hivyo bal, eh, bal rana ala qulubihim, bali yameshazifanya uh, yame kuju uh, nyoyo -ny -ny -ny zao eh. Nini makanu yaksibuna yale waliyokuwa wakiyachuma matendo yao ya maovu, matendo maovu, yanafikia hatua, kila unapofanya mja ovu chafu, basi linatia doa dosari, linaweka kitono kitojo katika moyo wako. Unafanya tena ovu, linafanyika tena eh, eh, doa katika moyo wako, mpaka yanakuwa makubwa yale madoa, kwa maovu yako mengi, hadi yanafunika moyo wako. Hapo unakuwa husikii tena lolote katika maonyo, husikii tena unaloambiwa. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema ameshapiga muhuri Mwenyezi Mungu juu ya nyoyo zao. Allah hakufanya tu hayo akagonga muhuri, isipokuwa wao wenyewe matendo yao yalianza kidogo kidogo, mpaka ikafikia Allah subhanahu wataala kagonga muhuri katika nyoyo zao. Nyoyo zao hazifahamu tena haki, hazitaki kupokea haki. Kagonga muhuri katika masikio yao tayari nyoyo za masikio yao hayasikii lolote takaloambiwa. Hata wakisikia ya, yanaingia huku yanatokea huku, na juu ya macho yao vilevile vile. E, tayari kuna kizibo. Mwenyezi Mungu anasema tayari hao ni hatua ni daraja mbaya kabisa ya uovu, kiasi kwamba wewe husikii lolote na Allah kasha kusukuma kule ambako ulikutaka, njia uliyoichagua mwenyewe, Allah akakutokomeza huko huko. Wa minan nasi, na miongoni mwa watu He, man yakulu wam, wanaosema. Amanna billahi, tumemwamini Mwenyezi Mungu wa bil yaumil akhir, na tumeamini siku ya mwisho wama hum bimuminin, na hali ya kuwa wao hawajaamini. Minan nasi, na, na miongoni mwa watu man yakulu wa billahi, tumemwamini blah, tumewamini Mwenyezi Mungu wa bil yaumil akhir, na tumeamini siku ya mwisho maneno yao kiuhalisia, dhahiri eh, ya mambo. Wanakuja wanasema tumeamini sisi, tunamkubali Mwenyezi Mungu tunamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini uhalisia wao ni upi? wa ma hum bi mu'minin, na, na, hali yako si wenye kuamini, hawajaamini, wanaficha. Hawa aya hizi hasatan zilikusudia wanafik ambao walikuwa wanadhihirisha imani lakini undani wao ilikuwa ni unafik na kufru. Naam. Yukhadiuna Allaha wanata, wanatafuta kumhada Mwenyezi Mungu. Aya kama hii hatusemi wanamhadaa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hahadaliki. Wao nafsi zao zinawapa hivyo ati wanahada, wanamhada Mwenyezi Mungu. Hapana, Mwenyezi Mungu hahadaliki na sisi tunaitafsiri hivyo, yukhadiuna Allaha wanata, wanatafuta kumhadaa Mwenyezi Mungu walladhina amanu, na wale walioamini, e, Mtume Muhammad sallam na masahaba zake, ndio waliokusudiwa walioamini wakati huo. Wao wanadhani wanamhada Mwenyezi Mungu na wanamhada mtume na watu wake e, kwamba tumewenda tunadhihirisha imani, lakini kiundani sisi ni wanafiki, mioyo zao ziko hivyo, lakini Mwenyezi Mungu anawaambia yuhadiuna Allaha, wanatafuta kumhadaa Mwenyezi Mungu. walladhina amanu, na wale walioamini, wali walioamini wama yakhdauna wala hawazihadai illa anfusahum, isipokuwa nafsi zao. Wama yashurun, na hali ya kuwa wao hawatambui eh. wama yakhdauna, na hawamhadai yoyote illa anfusahum, isipokuwa nafsi zao, wanajihadaa wenyewe tu, wanajidanganya wenyewe tu. Wama yashuruna, wala hawajui, hawajui kama wao wanajidanganya wenyewe, hawajui. Kwa Mwenyezi Mungu anawafichulia mambo yao na mtume anawafahamu watu hawa kupitia Allah subhanahu wa taala. Tunamalizia aya kumi kwa leo. fi qulubihim maradh, muna katika nyoyo zao maradhi. fi qulubihim marad, muna katika nyoyo zao maradhi. fazadahum llahu maradha, akawazidishia Mwenyezi Mungu maradhi. Maradhi ya hapa si maradhi ya presha wala maradhi ya homa hapa yanakusudiwa maradhi ya nyoyo, na maradhi ya nyoyo ni hasadi, chuki, ukafiri, ubaya ndio maradhi yenyewe haya, na ni maradhi makubwa ambayo tiba yake ni ngumu kupatikana. Ndio maana wanawachuoni wakaweka somo maalum, liko somo maalum na kulea nafsi, kutakasa nafsi kutokana na hasadi, kutokana na chuki, moyo wa mtu uweze ukaa sawa sawa, uislamu wake uwe mzuri. Maana yake ni kwamba atakasike mtu na maradhi haya kwa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu na kufanya vikiri nyingi, ili moyo wake uondokane na unafiki, uondokane na hasadi, uondokane na chuki, uondokane na kibri. Ndio maradhi ya moyo yanayokusudiwa hapa kibri ria yote ni maradhi hayo ambayo yataka kutakaswa na kufanyiwa usafi ili moyo wake mtu utoharike. Fi qulubihim maradun, katika nyoyo zao muna maradhi. Fazadahumullahu maradha maradha, akawazidishia Mwenyezi Mungu maradhi, kwa sababu wao wametokomea, wame huko Mwenyezi Mungu akawazidishia huko huko walikochagua eh maradhi yakazidi kazidi hayo matatizo ya nafsi yakazidi. walahum adhabun alim, na watapata wa adhabu yenye kuumiza. bima kanu yakdhibun, kwa yale waliokuwa wakiyakadhibisha walahum adhabun alimu, na no watapata wao adhabu yenye kuumiza. Alimu maana yake yenye kuumiza. bima kanu yakdhibuna kwa yale waliokuwa wakiyakadhibisha. Insha Allah, Mwenyezi Mungu atujalie, atuepushe na maradhi hayo, atujalie tuwe safi katika nyoyo zetu kumwelekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. wabillahi alaykum wa ala tawfiq wa hadha. assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh